Katika maisha ya mwanadamu kuna nyakati za furaha na nyakati za huzuni. Leo tunasimama katika ukimya wa heshima tukimkumbuka na kumuaga mmoja wa mashujaa wa imani, mtumishi wa Mungu aliyetoa maisha yake kwa ajili ya kazi ya Bwana hapa duniani. Tunasema pole kwa familia, kwa kanisa na kwa taifa zima. Maisha ya Askofu Lazaro hayakuwa ya kawaida, yalikuwa ni sadaka hai kwa Kristo na kwa watu wake. Oh, oh, oh. Mfano bora oh, oh. Mazuri umeyafanya dira oh, oh. umetuonyesha oh, oh. a mbegu za wokovu, mafundisho na maono ya kiroho yaliyogusa maelfu ya maisha. Leo hatuombolezi tu kwa huzuni, bali tunaadhimisha ushindi wa imani, tukiangalia nyuma kwa shukrani kwa kile alichokuwa alichofanya na alichoacha. Familia inaomboleza uu, Vita tumeimaliza. Hii ni heshima yetu kwa askofu mkuu wa kwanza Mwafrika hapa Tanzania, Emmanuel Lazaro Kunda Ndumi, kiongozi, mwalimu, nabii na baba wa kiroho kwa wengi. Askofu Lazaro alizaliwa tarehe nne Oktoba mwaka 1937 akiwa mtoto wa kwanza kati ya watoto kumi wa familia ya mzee Kunda Ndumi Lazaro. Safari yake ya elimu ilianza katika shule ya msingi ya Modio Masama na baadaye aliendelea na masomo ya juu ya uhasibu huko Mombasa nchini Kenya. Katika maisha ya ujana wake mwaka 1957 Askofu Lazaro aliokoka na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mwaka mmoja baadaye alifunga ndoa na mpendwa wake Be Every Grace mwaka 1958, na waliishi pamoja katika ndoa ya baraka hadi mkewe alipofariki dunia tarehe 17 Mei 2017, tarehe sawa na ile ambayo naye Bwana alimchukua miaka minane baadaye, yaani Mei 17, 2025. Kwa masikitiko makubwa na mioyo iliyojawa na huzuni, taarifa ya kuaga dunia kwa Askofu mkuu mstaafu Lazaro Kundandumi ilitolewa rasmi na makamu wa askofu mkuu wa kanisa la TAG, Mchungaji Magnus Muhiche.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 Kwenye sehemu ya inaitwa Masama Modio kwenye kanisa lake la zamani sana. Huduma ya kiroho ya Askofu Lazaro ilianza rasmi mwezi Juni 1959 alipokuwa kijana mwenye maono ya kuhubiri Injili. Alianza kazi ya uinjilisti akihubiri kwa bidii ndani na nje ya nchi. Na hata alipopatwa na udhaifu wa mwili, aliendelea kuhubiri akiwa kitandani kwa sababu kwake Injili haikuwa kazi bali ni wito wa maisha. Mnamo mwaka 1964 alisimikwa rasmi kuwa mchungaji, na baadaye mnamo mwaka 1967 alichaguliwa kuwa askofu mkuu wa kwanza Mwafrika wa kanisa la TAG, yani Tanzania Assemblies of God, na alitumikia nafasi hiyo kwa muda miaka 24 kwa uaminifu mkubwa sana. Askofu Lazaro alikuwa na vipawa vingi: mwalimu, mwinjilisti, mchungaji na pia nabii wa Bwana. Huduma yake iligusa Tanzania na mataifa jirani, akilea viongozi wengi wa kiroho na kuacha urithi wa kipekee kwa kanisa la Kristo. Utakapofika mahali pa kumjua Bwana, ndipo utakapoifahamu ibada, maana yake ni nini. Upo katika giza ambalo hulifahamu na wengine wataishi dunia hii, hawajui hawafahamu mambo ya Mungu wala hawamjui muumba wao. Watakuwa tu wanaelewa kwenye akili zao, kwa fikira zao, wale wanaoyafahamu na wataabudu fahamu zao, wakifikiri wanamwabudu Mungu. Kwa masikitiko, afya ya Askofu ilianza kudhoofika mwaka 2018. Alipatiwa matibabu katika hospitali ya Muhimbili, baadaye akaenda India na kurudi kuendelea na huduma kwa muda mfupi. Alipata tena matibabu katika hospitali ya KSMC na Safe Hospital iliyopo jijini Dar es Salaam. Hatimaye, tarehe 15 Mei 2025, alizidiwa na kukimbizwa katika hospitali ya KSMC na mnamo asubuhi ya tarehe 17 Mei 2025 saa tano na dakika 40 Bwana alimtoa mtumishi wake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 Mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Kilimanjaro Revival Temple KRT, ambapo Askofu Lazaro alihudumu na kustaafu hapo. Mchungaji Ron Swai amesema Mungu amemuita Askofu Dkt. Emmanuel Lazaro kurudi nyumbani. Mtumishi wa Mungu Daktari Emmanuel Lazaro aliitwa na Bwana mbinguni. Mtumishi huyu mashuhuri aliyeitwa akiwa kijana alimtumikia Mungu tangu ujana wake mpaka uzee wake, zaidi ya miaka sitini ya utumishi. Baadhi ya viongozi na waumini wa kanisa la Kilimanjaro Revival Temple wameungana kuomboleza na kutoa ushuhuda wa namna walivyomfahamu na kuguswa na maisha ya askofu wa kwanza mzawa wa Tanzania Assemblies of God hayati Dr. Immanuel Lazaro. Kwanza napenda nichukue nafasi hii kuwapa pole nyingi sana e, waumini wote wa kanisa la TAG kwa kufiwa, sipendi kutumia neno kumpoteza, kwa kufiwa na baba askofu Immanuel Lazaro ambaye ndio alikuwa askofu wa kwanza wa kanisa la TAG sisi kama serikali ya mkoa, mara baada ya kupata taarifa hizi, kwa hiyo tulizipokea kwa mshtuko mkubwa e, lakini tunajua kwamba binadamu wote tunakwenda huko, hatujui tu e, siku na saa. Haya ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo natoa pole nyingi sana kwa niaba ya serikali ya mkoa e, kwa askofu wa sasa na viongozi wote wa kanisa la TIG na waumini kwa ujumla wa kanisa hili kwa msiba mkubwa huu ambao umetupata. Askofu Dr. Lazaro amesifika kwa ukarimu na upendo wa dhati kwa waumini na hata wasiokuwa waumini kwa kuwasaidia pindi walipokumbana na changamoto mbalimbali mbali za kimaisha. Mimi naitwa mchungaji Wilfred Swai, ni mchungaji msaidizi katika kanisa letu la TAG Revival. Na ukitaka kugusa mboni ya Lazaro, ya jicho la laza, Lazaro, umguse mshirika wake. Kwa kweli aliipenda kazi ya Mungu na aliijali kazi ya Mungu kuliko maisha yake. Kwa jina anaitwa Renata Mazengo, ni zao la Askofu Emmanuel Lazaro. Mimi nimelelewa mwanzo wa wokovu wangu, nimelelewa na imani ya Askofu Emmanuel Lazaro. Tangu mwanzo wa wokovu wangu, nilikuja hapa Kanisani kwetu kwenye kanisa la mchungaji Immanuel Lazaro nikiwa mchanga kiroho, nikiwa simfahamu Yesu wala sielewi wokovu ni nini, lakini Askofu Immanuel Lazaro alinifundisha kwa habari ya nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani ya moyo wa mtu. Vita amevipiga vema na mwendo ameumaliza. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Majina yangu naitwa mchungaji Daniel Shila Mchungaji mwanafunzi, bado unaendelea na masomo ya teolojia Ngara Mtoni Arusha. Aa, kwa upande wangu askofu Immanuel Lazaro dokta, nimemfahamu tangu mwaka 1998 na niliokoka kwenye moja ya mikutano yake pale uwanja wa Mashujaa tarehe 22 mwezi wa tano 1998 na baadaye, niliendelea, nilijiunga na huduma hapa kanisani pamoja na yeye kwenye huduma zake za injili pale Mungu alipomsema aliposema naye kwamba chukua kwaya tukafanya nayo huduma, nikiwa kama kiongozi wa kwaya. Nimefanya nayo huduma katika mikoa yote ya Tanzania hii na maeneo mengi tuliyoweza kufika na nje ya nchi. Alikuwa ni mchungaji ambaye alipenda washirika wake bila kujali madaraja ya maisha yao. Hata mshirika yule wa chini kabisa alikuwa anamheshimu. Ukitaka kukosana naye, ukimgusa mshirika wake yoyote, hata kama hamfahamu, lazima atakuletea shida. Marehemu ameacha watoto watano walio hai, wajukuu kumi na sita na vitukuu wanne. Maisha yake ni somo, na urithi wake wa kiroho utaendelea kuishi kupitia wale aliyowagusa. Leo tunasema Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea kuenzi huduma ya Askofu Lazaro, tukijifunza kutoka kwa maisha yake y kujitoa, utii na bidii kwa kazi ya Mungu. Mimi ni Dorkas Mko, na hii ni historia fupi ya Askofu Mwinjilisti Mchungaji Daktari Immanuel Lazaro.